Halo, habari ya saizi poleni sana na kazi na majukumu mengi ya hapa na pale. Kama ilivyokuwa desturi yetu na kama ilivyokuwa utaratibu wetu, kwamba tunakuwa tunajuzana tuna na mawili matatu ya kuhusu afya hasa ya uzazi kwa wanawake na wanaume, ambapo leo tutapenda kuangazia uh, mada ambayo inayo inayo range sana na inayosumbua sana kwa watu wengi na mada ambayo tunapenda kuizungumzia leo eh, kwa nini wanawake wengi wanapata ugumu sana wa kushika ujauzito wakishavuka miaka kuanzia ishirini na tano. Turudi nyuma kidogo labda, huenda huenda, uh, labda zamani ulishawahi kujaribu ukapata ujauzito, labda uko shuleni, labda uko chuoni, labda uko kwenye mazingira yoyote. Kuna wengine wale ambao wakabahatika kuzaa, lakini sasa hivi imekuwa ni changamoto sana kuweza kuzaa. Lakini kuna wale wengine wanakuta wameaboti, wame yani wametola ujauzito. Sasa hivi imekuwa ni changamoto kubwa sana, yani imekuwa uh, kubwa sana kuweza kushika ujauzito. Na eh, kizuri kwamba uh, sio kwamba ni kwa sababu ya umri kwa sababu ya mwili unapokuwa umekuwa muda mrefu, yani mwili unapokea mabadiliko ya muda mrefu. Mfano mtu ambaye mwenye miaka ishirini na tano ni tofauti na miaka ambayo mwenye miaka kumi na tisa mwanamke huyu ni tofauti. Mwenye miaka ishirini na tano kwanza mwanamke huyo ameingia kwenye mzunguko kwa muda mrefu, tofauti na miaka kumi na tisa Kwa hiyo miaka ishirini na tano ni mtu ambaye amefanya vitu vingi Jumlisha e, kuna changamoto nyingi sana zinatokea saizi, utafutaji wa riski, makazi, mtu anafanya na kuwa busy tofauti na mtu ambaye miaka 19 lakini pia usingizi unakuwa ni mdogo, watu wengi wanapitia changamoto. Sasa tuanze kuangazia sasa, tuangazie vitu gani ambavyo vinavyopelekea labda wanawake wengi kuanzia miaka 25 kuendelea huko mbele, kwa nini wanashindwa kushika ujauzito vizuri au akishika ujauzito unadondoka. Sasa leo napenda tuangazie mada hii. Sasa katika vitu ambavyo vinavyo vinavyo vinavyorudisha nyuma hasa kwenye afya ya uzazi ya mwanamke, ubora wa mayai unakuwa unapungua polepole. Ubora wa mayai unakuwa unapungua kwa sababu ya kama tulivyosema hapo mwanzo. Uh, unapungua taratibu ubora wa mayai kama alikuwa uh, kiwango kiwango cha cha hormone mwilini kinakuwa kinapungua kwenye ubora wake, kwa hiyo hata uzalishaji wa mayai unakuwa ni mdogo sana, kwa sababu ukilinganisha maisha, kazi, usingizi, vyakula navyokula sio rafiki. Maisha tunayofanya sio rafiki, tunatumia tu madawa ovyo ovyo, tunafanya vitu vingi. Hebu imagine sasa hivi dada ambaye anaenda saluni tu, mfano mdogo tu, tuchukulie kitu kama hicho. Dada ambaye anaenda saluni, akifika saluni anakuwa anaweka zile dawa nywele kwenye kichwani wanakuwa, wanawake wengi sana wanaweka nadhani mnaelewa hicho kitu, wanakuwa wanaweka zile dawa kichwani. Wanapokuwa wanaweka zile dawa kichwani, yule ambaye anayemuweka amevaa gloves mkononi, amevaa ile mifuko mkononi, hali kwa yule ambaye anayewekewa anakuwa hajavaa kitu chochote kichwani. Sasa ukijiuliza, kati ya ngozi ya hapa kwenye mkono hapa na ngozi ya kichwani ipi laini? Unaweza ukashika kidogo ngozi ya kichwani uone lakini ukishika na hapa utaona ngozi ipi ipi ni laini, utagundua kwamba ni ngozi ya kichwani ni laini. Sasa kwa nini mtu analinda mikononi lakini kichwani anapokuwa na paacha? Kwa athari zinazidi kuongezeka, athari zinazidi kukua kwa sababu ya tabia za wadada wengi sana, kuanzia miaka ishirini na tano. Leo akitaka hichi anafanya kitu fulani, leo akitaka akiwa kwenye mzunguko, akienda kuonana na boyfriend wake, anameza madawa hicho kitu cha, kitu cha kwanza. Lakini pia mayai yanakuwa yanashuka kwenye ubora. Lakini pia kitu kingine, uh, stress na uchovu wa maisha unapelekea kuku, kuku, unapelekea changamoto kama hizi. Unapokuwa na stress mara nyingi, unapokuwa na stress mara nyingi sana, kuna kuna kitu kuna, kinatokea kuna, kuna kitu kinaitwa cortisol. Cortisol inakuwa inapanda na homoni zinakuwa zinashuka, na homoni zinaposhuka hii cortisol manake ni homoni za kiume zinakuwa zinapanda zinatawala zaidi kuliko homoni za kike, hali ambayo inapelekea mwili unakuwa unashindwa kufanya kitu chochote. Unaweza kujikuta huko na mume wako, kuna mpenzi wako, lakini ya stress, kitu gani kimetokea? Kuna msiba, kuna changamoto yoyote, au kuna kitu ambacho umekipitia, kinakuwa kinapelekea unakosa ile hamu, unakuta unakuwa hauwezi kushiriki vizuri kama unavyoshiriki siku zote. Kwa hivyo vitu vyote vinakuwa vina vina vina vinachochea vina, lakini pia tukiangazia tukiangazia pia uh, uh, ratiba ambazo hazipingiki. Siku hizi si tofauti na zamani, maisha yamebadilika, maisha yamebadilika maisha yanataka utafutaji, maisha anataka ufanye moja mbili tatu, ili uweze kupiga hatua, na tunashukuru Mungu sana, wanawake wengi sasa hivi sio kama wa zamani. Wanawake wengi sasa hivi unakuta wana biashara zao wanamshe zao, mtu anaingia huko anatoka huko. Mwanamke sasa hivi anajua kwamba nikitoka hapa, nikiingia sehemu fulani, nikirudi na kitu fulani, akiaaiepata faida kiasi gani. Kwa vile vitu vinakuwa vya ratiba, zinakuwa zina wabana, unakuta wanashindwa kuparticipate kwenye mambo, ya mambo ya kifamilia, hali ambayo unakuta hata uh, uwe na mume wako tofauti, mtu ambaye na mpenzi wako u mume wako, wako. Mnapokuwa mpo ndani wawili ni rahisi kushiriki tendo la ndoa mara kwa mara, lakini mnapokuwa mnakutana labda kwa wiki, au mkirudi huyu kalala hu kalala, inakuwa ni changamoto changamoto sana kuweza kupata ujauzito kwa urahisi. Lakini pia mtindo um, wa maisha siku hizi tunakula vyakula vingi sana vina sukari nyingi tunatumia vyakula vya vina mafuta mengi, tunakula machips chips. Sasa hivi tunakula makuku ya kukaanga, vitu vya kukaanga, vitu vinatumia mafuta makali. Mafuta yanaathiri hormone. Hormone zinapoharibika maana yake kila kitu kinakuwa kinashuka, na hii inapelekea unakuta mtu anapata mpaka obesity unene. Ukiwa unapata unene, maana yake hata miili yako inakuwa mara nyingi sana inakuwa imefinya. Inapokuwa inafinya, maana yake ni ngumu sana kuweza kushika ujauzito. Lakini pia tuangalie kitu kingine ambacho unakuta matumizi ya pombe alcohol. Watu wengi wanatumia sana alcohol, anakwambia mimi sipotumia siwezi kujisikia kuweza kufanya kitu chochote, hali ambayo sio kweli. Uh, mtu ambaye na, anapokuwa anapokuwa anatumia pombe anakuwa na athari mfumo wake wa akili. Kwa hiyo sometimes anaweza akawa anafanya kitu bila kujua kitu gani amekifanya. Ndio maana wanywa pombe wengi wanakuwa asubuhi na mwambia bwana, wewe ulifanya kitu fulani kitu fulani, anakuambia hakuna, mimi sijafanya, mbona sikumbuki? Kwa sababu pombe ina kawaida ya kupunguza kumbukumbu, uh, za kumbu kumbu yule mtu lakini pia kitu kikubwa sana ambacho tunachokikosa uh, tunakosa kufanya mazoezi. Mazoezi hatufanyi, na mtu anakuambia mimi maisha yangu yenyewe ni mazoezi. Kwa nini usitenge muda walau dakika kumi, dakika kumi na tano, dakika ishirini ambayo inaweza ikatusaidia sisi kutulia ndani eh, kufanya mazoezi angalau, uh, hata tunafanya hata push up tunafanya hata squatting unafanya mazoezi madogo madogo, na kizuri zaidi kwamba eh, kama unatufuatilia tunakuwa tuna mazoezi ambayo tunakuwa tunayaposti mara kwa mara tunawashauri watu kitu gani cha kufanya ili matokeo yawe mazuri yawe na haraka zaidi. Lakini pia a, sababu nyingine inakuwa inasababishwa na, na magonjwa ya uzazi ambayo yanakuwa anakula kimya kimya. Mfano tunaona kwa mfano tunaona kitu kingine mfano kama a, uvimbe a, uvimbe ni maradhi ambao anakuwa taratibu taratibu taratibu taratibu taratibu taratibu. Lakini pia tuangalie kitu kingine unakuta Ukiachana na uvimbe tunakuta kuna ugonjwa unaitwa PID. Ugonjwa wa PID maana ni uchafu unaotoka ukeni. Mtu kuna mwanamke mmoja nilikuwa naongea naye kwenye simu ah, kuhusu changamoto yake. Alikuwa ananieleza akaniambia, mimi kuna uchafu napata kama rangi ya maziwa, ni uchafu ambao kwa kawaida ambao kila mwanamke anapata. Nikamwambia, sio uchafu kwa kawaida, huo ni ugonjwa unajulikana kama ni PID. Maana huo ni ugonjwa ambao unasababishwa kutoka kwenye via vya uzazi. Kuna changamoto yoyote. Ukipata UTI una hatari ya kupata PID. Ukipata PID, ni hatari ya kwenda kuharibu mpaka homoni, pH inaharibika, kiwango kinaharibika. Hasa hivi, kuna wadada wengi sana hawajui namna kujisafisha, unajisafisha tu ovyo ovyo. Unatakiwa mtu anapojisaidia, mfano haja kubwa, unatakiwa usilete mbele iata, usi, usi haja, haja kubwa naleta nyuma, usigusanishe hizo tupu mbili, kwa sababu inakuwa kuna bakteria ambao wakiingia huku wakifika huku wanaathiri kile kiwango cha pH. Kiwango cha pH kile kiwango cha joto ambacho kinachotakiwa kiwepo, ambapo ni vizuri zaidi kila mtu kwa nacho na kiwango kizuri, ili aweze kuweza kushika ujauzito kwa urahisi. Ndio wao unakuta uh, kama pH yako iko sawa, manake hata uwezo wa mbegu hata kama utaweza kuweka lita nzima ya mbegu, inamaanisha ni ngumu sana kushika ujauzito uzito kwa sababu kile kiwango cha pH kinaua zile mbegu, zinawahi kufa kufa mapema. Lakini pia kuna, kuna, kuna, kuna infection zile mtu anapata, labda mfano, uh, unapoenda uh, kushiriki na mtu ambaye ametoka kushiriki na mtu mwenye PID, automatic wewe inakufikia mpaka wewe uliko, yani, wewe inakufikia na na wewe unaipata. Kwa hiyo tunaangalia hapa, hivi ni vitu ambavyo wanawake wengi sana wengi wengi wengi sana wame, wame, wame, wanaviona ni vitu vya kawaida, lakini sio kweli. Ni vitu ambavyo vinavyoathiri inavyoathiri vitu vingi sana. Homoni sasa hivi zinabadilika, mkuta mtu anaingia kwenye mzunguko haueleweki mzunguko wake. Na pia hapa nataka nielekeze kitu kimoja, namna ya kusoma mzunguko. Unatakiwa usome mzunguko kuanzia siku ambayo umeangia kwenye mzunguko. Kuna mtu anamuuliza, mzunguko wako siku ngapi? Anakwambia mzunguko wangu wa siku sita. Kuna mzunguko wa siku sita? Hiyo ni makosa. Mzunguko unatakiwa kuhesabu, unahesabu mfano kuanzia labda leo umeingia leo juma Jumatano naenda Jumatano au leo Alhamis umeingia, maanake leo tarehe ngapi? Unaanza kuhesabu leo bwana, leo tarehe 30 au leo tarehe 28, leo tarehe 26 unahesabu. Kwa hiyo kutoka pale tarehe 26 uliyoingia mpaka mwezi unapokuja kugeuka, au siku gani tena imekuja kuingia, ukaja ukapata tena hiyo hiyo hiyo mzunguko. Kwa hiyo unahesabu zile siku za katikati, yani kutoka mzunguko mmoja kwenda mzunguko wa pili, ile siku za katikati ndo siku zako za mzunguko, katika uhesabu watu wengi wanashindwa, wanashindwa kuhesabu, wanakuwa wanashindwa, wanashindwa kuelewa. Lakini pia uh, hivi vitu hivi vitu hivyo vitu pia, kuna vitu vingine uh, vinavyosababisha uh, watu uh, katika uh, ile, ile ratiba zisizopingika. Mfano, unakuta watu wanachelewa kulala sana, watu wanaamka asubuhi sana, hawapati muda mzuri wa kupumzika. Wengine wanafanya kazi mpaka saa nne usiku, wanalala labda saa nane usiku, saa kumi na moja kaamka mbona hivyo ni vitu ambavyo vinaathiri. Vyakula tunavyokula vinaathiri, nimezungumza hapo nyuma. Lakini pia ah, uh, wengine wanafanya diet, tunawaambia, mimi nafanya diet. Wanafanya diet, unafanyaje? Anakula kiwango kidogo au anakula kidogo. Unatakiwa mtu anapokuwa na kupunguza mwili, unatakiwa uachane na vyakula ambavyo vya wanga, vyakula vya wanga vinakuwa vinapunguza kile kiwango. Hiyo ni mada nyingine, tutakuja tutakuja kuiongezea kuiongelea kipindi kinachokuja, au nafasi nafasi inayokuja kwao. Kitu ambacho kinacho kinachotakiwa ni vyema kuwa kuna utaratibu wa kufanya vipimo kujua afya yako ya uzazi, kujua kila kitu chako, iwe rahisi kuweza kufanya mambo yako. E, sasa labda labda tuzungumzie kwa hitimisho, labda uh, hii sio hukumu wala sio kosa kuwa na magonjwa au kuwa na changamoto kama hizi mbili tatu, ambazo unazo mzembe, zimekugusa sio kosa. Kitu ambacho unachotakiwa ni kuweza kufanya vipimo, ili kwa sababu unaweza ukapata matibabu, kuweza kuweka homoni zako sawa, kuboresha mayai, kuondoa stress. Kuna namna. Kama una changamoto, unaweza tukakuelekeza a, stressi, ili, uh, na changamoto, kitu gani cha kutoa stress, kitu gani cha kufanya ili uondokane na hizi changamoto, lakini pia mzunguko wako wa hedhi kuweka sawa, lakini pia kuongeza nafasi ya kuweza kuweza kushika kushika ujauzito. Mimi nashukuru sana na ume like, ume comment, au, endelea kutufuatilia, nahakikisha hakikisha ume, lakini pia usisahau kusubscribe ili kuhakikisha video nyingine ambazo zinazoendelea ambazo zinakuwepo ziko kila leo kila leo kila leo, zizo zinaweza kufikia wewe moja moja kwa moja. Asante sana na Mungu akubariki.